Mnaitwa Wanjiru Mbugwa na mtangazaji wetu wa ishara hivi leo ni Byron Abuli na siko peke yangu bila shaka. Jina langu ni Jamila Mbogwa, ungana nasi hadi tamati. Vile vile unaweza kuzungumza nasi katika mitandao yetu yote ya kijamii, at KBC channel 1 at Jamila Mbogwa na at Wanjiru Mbogwa bila shaka. Watu wa saba wamethibitishwa kufariki katika matukio mawili tofauti ya ajali za barabarani. Sita walifariki kwenye barabara kuu ya Nakuru Gilgil, kufuatia ajali ya kugongana dafrao baina ya gari dogo aina ya Saloon na basi eneo la Soysambu. Akithibitisha tukio hilo, msimamizi wa kituo cha polisi cha Gilgil Winston Mwakio alisema waadhiriwa walikufa wakisafiria katika gari dogo aina ya Salon wakati lilipogongana na basi mwendo wa saa kumi alfajiri siku ya Jumamosi. Na huko Kamandura, dereva wa lori alipoteza mwelekeo wakati lori hilo lilipokosa breki. Ripoti zinaonyesha kwamba lori hilo li, liligonga duka la kuuzia vifaa vya ujenzi na kumuua mwenyewe papo hapo. Timothy Kipnusu ana habari kwa kina. Nissan Wingroad ilikuwa inatoka upande ya Nakuru ikielekea Nairobi. While the bus ilikuwa inateremka kuelekea Nakuru. Unfortunately, occupants wa gari ndogo ya Nissan Wingroad they were fatally injured, wote walifariki, na roho zao zile Mungu azilaze mahali pema peponi. Makosa kubwa ambayo tunaona kama ilitokea ni upande ya basi, ilianza kwa overtake magari zingine ikiteremka bila kuangalia ile gari ambayo inatoka upande ya chini. So wakati iliingia upande ya, upande, ya Nissan Malikula, upande ya, ndio zikakutana Edon. Nataka kuwahimiza madereva na watumiaji